Awali chama cha mapinduzi CCM kilitangaza Mei mosi kuwa ndio tarehe rasmi ya kuanza kwa zoezi la uchukuaji fomu wa kuwania nafasi mbalimbali kwenye chama hicho za kuwania nafasi ya ubunge, uwakilishi kule Zanzibar pamoja na udiwani katika maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Usiku wa Aprili 15 chama cha mapinduzi kimetoa taarifa mpya ambayo inatangaza mabadiliko kwenye zoezi hilo. Hii ni Toka Zamani TV, mimi naitwa Shehan Mzei na kuendelea kupata updates kutoka kwetu tafadhali, subscribe na bonyeza alama kengele. Taarifa rasmi ya Chama cha Mapinduzi ambayo inasema taarifa kwa umma. Chama cha Mapinduzi CCM kinapenda kuutangazia umma kwamba baada ya mashauriano na wanachama wake kutafakari na kupima kwa umakini ushauri huo, kimeamua kufanya marekebisho juu ya ratiba ya mchakato wa ndani wa uteuzi wa ugombea wa nafasi ya ubunge, ujumbe wa baraza la uwakilishi na udiwani kwa ajili ya uchaguzi wa mwaka 2025. Kwa kuzingatia marekebisho hayo, sasa mchakato huu utaanza rasmi tarehe 28 Juni mwaka 2025 saa mbili kamili asubuhi na kukamilika tarehe 2 Julai mwaka 2025 saa kumi kamili jioni, kwa kufuata utaratibu ule ule uliotangazwa kwenye taarifa ya tarehe 10 Aprili mwaka 2025. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Imetolewa na Balozi Dr Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, tarehe 15 mwezi wa 4 mwaka 2025. Kwa taarifa hii, sasa ni rasmi kuwa zoezi hilo limesogezwa mbele na shughuli hazitoanza Mei Mosi kama ilivyotangazwa hapo awali na badala yake itakuwa ni tarehe 28 Juni mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kazi yetu ni kukupa updates pale ambapo zinajitokeza. minaitwa shehani Mzeina. Kuendelea kupata taarifa mbalimbali kutoka kwetu, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, lakini pia tufuate kwenye kurasa zetu za Facebook, Instagram pamoja na mtandao X bila kusahau TikTok kwa jina la Toka Zamani Tv.